Macho na masikio ya Watanzania yapo mkoani Dodoma, kunako Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kesho Novemba kumi na moja bunge la kumi na tatu linatarajiwa kuzinduliwa. Uzinduzi huo utatanguliwa kwanza na uchaguzi wa spika la bunge wa Tanzania ambaye atawaapisha wabunge na tayari, Chama cha Mapinduzi kimeshamteua mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu niye nafasi ya uspika wa bunge la Tanzania, na kama atapigiwa kura za ndio, basi ndiye atakuwa mrithi wa Tulia Ackson Mwansasu, na ndiye atakuwa spika wa tisa wa bunge la Tanzania tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja. Waspika wengine waliotangulia ni karim J, Chief Adam Sapi Mkwawa, Erasto Nangenya, Pius Msekwa, Samuel Sita, ana Makinda, Job Justino Ndugai, pamoja na Tulia Ackson Mwansasu. Kwa mujibu wa taarifa ya bunge ratiba nyingine itakayofanyika siku ya kesho ni pamoja na wabunge kumpitisha waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mara baada ya rais kufanya uteuzi, na huyo atakuwa waziri mkuu wa kumi na tatu wa Tanzania. Miongoni mwa majina yanayotajwa ni pamoja na naibu waziri mkuu wa sasa na waziri wa nishati Dr. Biteko, uh, Tulia Ackson Mwansasu, Paul Makonda pamoja na kitila Mkumbo. Huyo watakuwa ni waziri mkuu wa kumi na tatu wa Tanzania tangu tulipopata uhuru, wakitanguliwa na Rashid Mfaume Kawawa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Edward Moringe Sokoine, Cleopa David Msuya, Salim Ahmed Salim, na baadaye wakafuatiwa na Joseph Sinde Warioba, John Malesela, Frederick Sumaye, Edward Lowasa, Mizengo Kayanza Peter Pinda na hatimaye Kasim Majaliwa Kasim. Swali ni je, nani kuwa waziri mkuu wa kumi na tatu wa Tanzania? Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii vilevile. Ratiba ya bunge inabainisha kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa pia kulihutubia bunge ili kutoa mwelekeo wa serikali yake siku hiyo hiyo ya kesho, yaani tarehe kumi na moja ya mwezi Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Endelea kuwa karibu na Nukta Tanzania ili uweze kuyafahamu mengi zaidi. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, mtayarishaji ni gudagostap, tufuatilie.